Ndugu zangu waalikwa wote, tunatambua changamoto za rushwa. Taasisi yoyote ambayo inaendeshwa katika misingi ya rushwa, uchumi wa eneo hilo hudhoofika na kusababisha umaskini. Sasa ni matarajio yangu kwamba leo tutajadiliana kwa uwazi na kuwa na mikakati ya pamoja ya namna bora ya kuzuia vitendo vya rushwa kabla havijajitokeza. Lakini tunapopata mtoa huduma kwa misingi ya rushwa, tutegemee kupata huduma duni. Hawezi kutoa rushwa akatoa huduma yenye thamani halisi ya fedha inayotokana na matarajio ya taasisi husika. Lakini katika taasisi kunatokea uvunjifu wa maadili, pale panapokuwa na viashiria au mifumo ya rushwa katika taasisi husika. Kwa majina anaitwa Beatrice Lamek. Nimetoka katika kampuni ya Katoma Motors. Sisi ni kati ya wadau ambao tunafanya kazi na mgodi wa Geita Gold Mining. Um, nimefurahi sana kuhusiana na hili somo la washa ambayo tulikuwa tunaongelea kuhusiana na mambo ya rushwa. Kwa kweli, wametu wametudadavuria kitu ambacho ni kizuri na ambacho tunaweza tukaweza kuiwasilisha vyema katika jamii ambayo inatuzunguka sisi kama mabarozi, na pia tuna tunashukuru kwa hili jambo, kwa sababu limetupa mwanga hata sisi katika biashara zetu. Tunajua tunafanya kitu gani na tunatakiwa tufanye kitu gani kuepukana na kutokuendeleza kuleta hili janga la rushwa katika biashara zetu. E, kama mdau ninayependa haki, kwa kweli naichukia rushwa sana, kwa sababu tunaenda sasa hivi kwenye uchaguzi mkuu Uh, mwezi Oktoba lakini inaona michakato micha hata inayoanzia katika ngazi ya, ngazi ya chini imejaa rushwa. Wengi wanalalamika wananyimwa nafasi. Wengi wanalalamika uh, nafasi zao zinachukuliwa au kwa sababu ya rushwa. Wale wenye pesa ndio wanakuwa wanapewa nafasi kubwa, wale wasiokuwa na pesa eh, ni changamoto. Wananyimu haki zao kwa hiyo nadhani hili ni swala linaanzia chini lakini pia hata ngazi za juu pia serikali pia iangalie kwa sababu rushwa nyingi zinaanzia katika vyama vyote kwa maana kwamba ngazi za chini ambayo hiyo pia inapanda mpaka ngazi za juu Wanaanzia kwenye madiwani chini huku wajumbe wanahongwa pesa watu wanalalamika kwa hiyo nadhani kuna haja ya kuendelea kutoa elimu serikali pia iweke kama ni hata mtaala eh, shule za sekondari na viwani na makazini. Eh, eh, warsha kama hizi ziwe zinakuwepo mara kwa mara ili kuweza kutukumbusha.